Watu hawakukatai wewe, watu wala hawajakukataa wewe, watu wamekataa wazo lako, na wamekataa wazo lako sio kwa sababu labda ni wazo baya, hapana, ila wameshindwa kufafanua na kuelewa jambo muhimu lililopo ndani ya wazo lako. Sasa, ndugu yangu usipambane sana kuwaelewesha au kuwafafanulia, kwa sababu kuna wakati watu hawatakuelewa mwanzoni unapotoa wazo wewe. Fanya utendaji, wewe anza kufanya hicho kitu ulichokiwaza, anza kufanya. Matokeo yatakapokamilika, ndio wataelewa, kwa sababu kuna watu huwa wanajifunza kwa vitendo. Sio mara zote watu watajifunza kwa maneno peke yake. Watu wengine huwa wanajifunza kwa vitendo. Kwa hiyo usitumie muda mwingi sana kutaka kufanua wazo lako au hicho unachotaka kufanya. Usitumie muda mwingi sana kutaka kila mtu akuelewe. Usitumie muda mwingi sana kutaka kila mtu akusapoti. Usitumie muda mwingi sana kutaka kila mtu alikubali hilo wazo lako. Wewe ukishajihakikishia wazo lako limekaa sawa sawa na vitendea kazi unavyo, We ingia kazini, ingia kazini, fanya kazi. Matokeo ndio yataongea kwa sauti kubwa. We ingia kwenye utendaji, matokeo ndio yataongea kwa sauti kubwa. Baada ya kutekeleza na matokeo kupatikana, ndio watajua kuwa wazo lako lilikuwa lina ubora kiasi gani. Kwa hiyo ndugu yangu, wala usifikirie sana na wala usitafute kuungwa mkono na kila mtu huwa watu hawana akili zenye kufanana na inawezekana kiwango cha akili ulichokitumia kupata hilo wazo, wao hawajafikia hiyo levo, wao hawajafikia hiyo levo, hawajafikia kuwaza katika namna hiyo, hawajafikia uhuru wa mawazo wa kiwango hicho. Kwa hiyo hata ukiwa unawaelekeza hivyo hawatakuelewa. We ingia tu kazini, nenda kafanye kazi, matokeo yataongea kwa sauti kubwa sana kuliko unavyofikiria ndugu yangu. Kwa hiyo nikutie tu moyo, wewe fanya, usitafute sana kuungwa mkono. Na kuna wakati mwingine, wapo watu wachache ambao wanakuelewa, ila wale wanaokuelewa wanajua uzito wa hilo wazo, utakapolitekeleza wanaujua ukubwa ambao utaupata kupitia utekelezaji wa hilo wazo lako, sasa hawataki ufikie huo ukubwa, yaani wanajua kabisa kwa wazo hili ukilitekeleza ipasavyo utakuwa na mafanikio makubwa sana. Sasa hawataki ufike huko, yaani kwa lugha nyepesi, wanachuki. Kwa hiyo hawawezi pia kukubali kuwa wazo zuri, lazima wata watalidogosha hilo wazo, watafanya ilionekana hilo wazo ni dogo sana la kawaida, kwa umekosea, ili wewe usiingie kwenye utendaji maana yasije katokea hayo matokeo ambayo yanaendana na ukubwa wa hilo wazo alafu wao wakajisi kutokuja aibika baadaye utawazidi. Kwa hiyo kwa hiyo kila mtu anayekataa jambo si kuwa kweli ile jambo ni baya hapana. Kuna wakati mwingine anaweza akawa na sababu tofauti kama hizo, aidha ha, hawana akili ya kufikia level ya hilo wazo jinsi ulivyowaza, yani hawajawahi kuwaza kwa kiwango hicho. Kwa hiyo hawezi kuwa na ushauri wowote juu ya hilo wazo lakini, pia wengine wanakuwa wao, wana uwezo wa kugundua ubora wa hilo wazo lako, wanaweza kugundua ubora uliopo ndani ya wazo lako. Kwa hiyo wanajua kabisa ukilifanyia utendaji, na wenda jinsi wanavyokujua kwenye usiliazi wako wa mambo, wanajua yatapatikana matokeo makubwa ambayo wao baadaye watapata aibu, wataonekana ni watu wa kawaida. Kwa hiyo hawawezi kusapoti ili usifike huko. Hicho e, kitu kipo hivyo, ndugu yangu. Kwa hiyo wala wewe usiwaze, hata kama wamekataa hilo wazo, hata kama wamesema ni baya, sio zuri, wewe ingia kwenye utendaji, wewe fanya. Hapa duniani huwezi kuungwa mkono na watu wote, huwezi kuungwa mkono na watu wote kwa hiyo hawa wachache au hata kama hawapo kabisa, ila wewe mwenyewe una uhakika ilo wazo wako ni wazo bora, wewe ingia kwenye utekelezaji, ingia kwenye utekelezaji, wala usisubiri. Natamani kukuona ukiwa umefanikiwa.